Ndugu wa Tanzania, lazima tufahamu kwamba taifa hili ndiyo zawadi pekee tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa umoja, yatupasa tuilinde wote kwa wivu mkubwa sana. Ndugu zangu, ninajua yapo mengi sana yanayoongelewa mtandaoni kwamba tarehe 29 siku ya uchaguzi ni siku ya maandamano kwa baadhi ya watu wanaojinasibu wakisema hivyo ambao ni watu wa mtandao. Ila ndugu zangu, mwambie jambo moja. Hakuna Mtanzania yeyote mwenye akili timamu ambaye atatoka ndani ya nyumba yake aende kuandamana. Tunajua kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Tanzania ni taifa pekee ambalo kila mtu anatamani kuishi. Tanzania ni taifa pekee ambao watu wengi wanailia. Hivyo basi kwa umoja wetu lazima tulinde kwa wivu mpana taifa letu, lazima tulinde na kukemea maovu yote ambayo yatakuwa tayari kuenezwa mitandaoni. Wewe Mtanzania, kuwa namba moja kwa kulinda amani ya taifa lako hili. Taifa ni la kwako, taifa ni langu mimi na wewe. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuja akwambia hili taifa siyo lako. Jua amani utakayoilinda ndiyo itakayokupa kupata kuishi. Lazima utambue waasisi wetu waliweza kulinda hili taifa, na ndio maana sisi tunaishi mpaka leo, hatujawahi kuona vita wala nini. Lazima mfahamu kwamba kila mtanzania anatamani kuiona amani ya taifa lake, ila yula anayesema kwamba kuna maandamano tunahitaji tufanye maandamano na hakuna uchaguzi, jua huyo sio mpenda amani. Kama mtu wa vile, ajaribu kutembelea nchi za Somalia, ajaribu kutembelea nchi za Sudani Kusini, angalie namna gani watu wanavyoishi kwa kuteseka, ila sisi tunaoishi katika amani tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu, lazima amani yetu tuilinde. Hatutakuwa tayari uwavumilia watu wanaotukana mitandaoni, watu wanaotukana viongozi wa serikali, watu wanaomtukana kiongozi wa taifa hili. Ukiona mtu yoyote anamtukana rais, jua amekutukana pia na wewe Mtanzania. Kama Mtanzania, Mtanzania yoyote yule anayeshabikia kutukana kwa rais, jua ajue anashabikia kutukana kwa familia yake. Rais wa nchi ni kiongozi wa taifa. Rais wa nchi ni nembo ya taifa. Lazima wote kwa umoja tujipange, tujue taifa letu linahitaji amani. Lazima tujue kwamba amani italindwa na sisi wenyewe, bali ukiona mtu anakuambia kaandamane, mwambie wewe pamoja na familia yako kuwa mstari wa mbele, mkaandamane nyie, ila mimi nipo kwa ajili ya kulinda amani ya taifa langu. Nataka niwaambie kitu moja, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema watu wakija wakihitaji mwachague, na watakuja kwa maneno mazuri, wakisema tuchagueni, tuchagueni. Msipowachagua watataka kuwatenga kwa ukabila. Kwa ukabila wakishindwa, watamani wawatenge kwa udini, na kwa vile wameshindwa yote haya na wameona yawezekani, wamekuja kwa kigezo cha kuandamana. Lakini kwetu sisi hilo jambo ndo jambo ambalo liwezekani bali kwa umoja kwa nguvu zetu tutalinda taifa letu. Kila mtu atakaye kuja kwa ajili ya kuaibisha taifa ataibika yeye. Atukatai watu wasifanye demokrasia wala siasa. Siasa itapendeza tukifanya hoja kwa hoja na kujibu hoja, ila sio kutukana viongozi, sio kutukana kila mtu na sio kuhamasisha maandamano. Wengi wanaohamasisha maandamano wako mitandaoni, wengi wanaosimamisha maandamano wako nje ya taifa hili. Bali wewe uliye Mtanzania, kama kijana ni mzee ni mama, kataa uovu wa namna hiyo kwenye taifa lako, kataa kuitwa msaliti kwa ajili ya taifa lako, bali simama kidete, timiza haki yako katiba. Katiba inaandika na inaeleza vema kwamba ni haki ya Mtanzania kumchagua kiongozi anayemtaka yule atakayeona sio vyema kwake kupiga kura na hache, lakini sio kuwarubuni Watanzania kwamba tukaanda maneno. Na wale wanaojiona kwamba wapo na wanaratibu maandamano ama wapo wana vikundi, wanajidanganya bari, majibu ya Watanzania watayapata tarehe ishirini na tisa, kwamba wako tayari kuchagua viongozi na sio maandamano. Watanzania wenzangu na wahitaji, mkailinde Tanzania hii. Ndo zawadi pekee tuliyopewa na Mungu siku hii. Zawadi ikipotea hatuna sehemu yoyote ya kwenda. Kila mmoja anatamani aipate hii zawadi, ili ndiyo lulu na ndiyo mboni ya jicho letu. Tuilinde amani yetu kuliko kitu chochote chile, kuliko kile tulichonacho.